Tuingia katika matumizi ya lugha swali la kwanza pale tambua vipashio vya lugha kuanzia kile kidogo hadi kikubwa na si tulisema kile kidogo ni kipi sauti sauti zikiunganishwa pamoja zinakuwa nini silabi silabi zikiunganishwa pamoja zinakuwa nini maneno yakiunganishwa pamoja yanakuwa nini sentensi Eh. Ukianza upande huu unasema sauti, silabi, neno, sentensi. Vipashio ndivyo hivyo vinne. Sehemu ya baa, lugha ya Kiswahili ina aina mbili kuu za sauti zitaje, konsonanti na irabu. Si lazima hata uite irabu, utasema vokali mimi nilikuwa na shangaa tu akisema alatuli alasoge. Tayari pale chini nimekuuliza mambo ya alatuli na alasogezi. Kwa nini una siwezi niuliza maswali ambayo ni sawa? Nilikwambia ina aina kuu mbili za sauti, konsonanti na irabu, au unaweza kusema konsonanti na vokali. Swali la pili ya pale sehemu ya ba, tofautisha aina mbili za sauti ulizotaja katika ba na uzitolee mfano mmoja mmoja. Kwa hivyo unasema kuwa konsonanti zinapotamkwa hewa uzuiliwa, hewa inazuiliwa katika ala za kutamkia. Unapeana pale mfano wa konsonanti kama vile za au fa. Konsonanti ni nyingi sana. Kwa hivyo konsonanti zinapotamkwa hewa uzuiliwa katika ala za kutamkia. Watu wengine wananiambia Grado, wanafunzi ambao walikuwa wananishangaza, waniambia ewa uzuiliwa kwenye mdomo. Nashangaa unazungumzia nini? Ewa inazuiliwa katika ala za kutamkia, au unasema, si lazima useme inazuiliwa, inabanwa. Ukiangalia mahali tuliandika, tunasema inabanwa au kuzuiliwa ni sawa. Unapeana mfano pale wa konsonanti, nimekwambia kama za. Konsonanti ni nyingi, fa. Kisha pili, kuna irabu au unaweza kuzita ukitaka, vokali hizi, utamkwa kwa ulaini. Unaweza sema utamkwa kwa ulaini au useme tu, vile vile, vilevile utamkwa bila hewa kubanwa katika ala za kutamkia. Sijui kwa nini uandiki, na najua hiyo. Ukupata mfano wa irabu ni kama vile a e. Nakumbuka kuna kitu ambacho mlisahau wakati una, unaandika sauti. Wakati wote unaandika sauti ndani ya mshazari, angalia kama zile za kwenye mtihani uliandika ndani ya mshazari, na nilikwambia kila wakati swali la cha tambua sifa tatu kwa kila sauti uliyopewa. Sauti ya kwanza hapo ilikuwa a. Sifa ya a. Hata ukitamka a, ni irabu ya chini na kati. Chini kati, ni irabu ya chini na kati pia. Unase, ukisema chini na kupa mmoja, ukisema kati na kupa mmoja, na midomo huwa imetandazwa. Angalia imeachiliwa tu, imetandazwa a. Zote unapata pale. sauti ya pili ambayo nilikupa pale ni o, o. Hii ni irabu ya kati nyuma, kati nyuma, kiandika kati nakupa moja, nusu nyuma, nusu midomo imeviringwa o, o. Angalia imeviringwa o. Swali la da huku, ukizingatia kigezo cha namna hewa inavyozuliwa wakati wa kutamkaji, tambua aina za konsonanti na uzitolee mfano mmoja mmoja. Aina za konsonanti unatolea mfano. Kwanza konsonanti, kuna kimadede, unapea mfano wa kimadede. Kimadede ni moja tu ra, ra. Na kumbuka ni sauti, hivyo lazima ziwe ndani ya mshazari. Kimadede ra. Kuna kitambaza, kitambaza la, la. Kitambaza la. Kuna vieyusho, ni kama kitu kinayeyuka. Pia vieyusho sisi huviita pia nusu irabu, vieyusho pia nusu irabu. Kwa mfano wa, wa na ya, ya. Kumbuka lazima ziwe ndani ya mshazari, hizi ni sauti si herufi, kwa hivyo lazima uweke mkwaju kando. Nusu irabu vyeisho, wa ya. Kuna vipasuo, kumbuka ni kama kitu kinapasuka. Huo, wakati mwingine unasikia zaitwa sauti za mtuo, vipasuo pa, pa ba, ba. Ni kama kitu kinapasuka pa, ba, da kisha kuna nazali. Nazali hivi huitwa ving'ong'o, ving'ong'o, au utapata baadhi ya vitabu inaviita vipua. Nazali nga, nga, nga. Ng'a ni kama wakati unaandika ng'ombe, ng'a. Nya ni nazali, ni king'ong'o. ma, ma, ma. Pia kuna kipasuo kwa mizo ni kama ilikuwa ina, inataka kutamkwa kitu kikilipuka, lakini inakuwa afifu. Kipasuo kwa mizo cha cha, kipasuo kwa mizo. Na haya ni mambo yote umeandika kwenye vitabu vyako, ni wewe utaki kurudia rudia. Kipasuo kwa mizo ni cha cha. Na mwisho kuna vikwamizo, fa fa kitu kinakwama, va va va, fa fa, sh sh sh. Vikwamizo ukipenda vite vikwaruzu. Swali la e, tofautisha kati ya alatuli na ala sogezi kisha utoe mfano moja moja kwa kila aina. Ala tuli ni ala ambazo hazisongi wakati wa kutamka, ni ala za sauti. Lazima uanze ni ala za sauti ambazo hazisongi wakati wa kutamka zimetulia tu ufizi au songi ufizi. Kisha kuna ala sogezi, hizi zinasonga. Ni ala ambazo ni ala za sauti ambazo zinasonga wakati wa utamkaji, zinasonga wakati wa utamkaji. Kwa mfano, ulimi unasonga. Songa ulimi, ulimi. hapa ndio nilishangaa, mwisho wa kushangaa. Kama hujaandiki hujui maana ya silabi, hapo una shida sasa. Wewe unahitaji maombi kabisa. Silabi ni nini? Ni pigo la sauti, unaweza pia kusema ni pigo moja la sauti, pigo la sauti au tamko moja la sauti, ni sawa Silabi zilizotiwa msitari katika neno lifuatalo ni za aina gani? kwa nini? Ma ni silabi funge. Ma ni silabi funge kwa sababu inaishia kwa konsonanti. Unasema hivyo ni silabi funge, umeulizwa aina ya silabi hapo, unaulizwa aina ya silabi. Ma ni silabi funge kwa sababu inaishia kwa konsonanti. Ma ni, ni, ni konsonanti kisha tu ni silabi wazi kwa sababu inaishia kwa irabu, inaishia kwa ile u. Ni irabu, irabu a, e, i, o, u. Ndio maana tunasema ile konsonanti ni konsonanti wazi. Sehemu ya tatu hapo, unaambiwa andika neno lenye muundo huu wa silabi konsonanti konsonanti konsonanti irabu na konsonanti irabu neno kama mbweha, mbweha, ngwena. Swali la ga, tia shada katika maneno yaliyokolezwa ili kutoa maana iliyokusudiwa unaweka shada barabara hapa. Ndio uweze kuweka shada vizuri, lazima utamke neno inavyofaa barabara. Wanafunzi wapenzi wa Kiswahili, barabara zote zinaelekea mjini kwa tamasha za muziki, ndio maana unasema. Ile neno la kwanza ni barabara, barabara ile kwa maana ya shwari. Kwa hivyo shada unaweka wapi? Baada ya ba, baada ile ba ya kwanza. Kwa hivyo ni silabi ya tatu kutoka mwisho silabi Eh, silabi ya tatu kutoka mwisho. Ni nasoma ba, barabara, wanafunzi wapenzi wa Kiswahili barabara. Kwa hivyo barabara ya pili, kwa sababu ina maana ya njia, inawekwa silabi inawekwa katika shada inawekwa katika silabi ya pili kutoka mwisho. Kwa hivyo ile ba ya kwanza kutoka mwisho barabara zote zinaelekea mjini, kwa tamasha za muziki. Swali la ha, maneno yafuatayo yamo katika ngeli gani? na nilishangaa sana. Hebu angalia jibu lako hapo. Nilikuambia wakati wote ukiandika ngeli unaandika kwa herufi, na uliandika nini? Kiziwi ni ngeli ya awa, herufi kubwa. Ni binadamu ni mtu karatasi ngeli ya izi. Karatasi ime karatasi zime. Kama ulikosa utamki karatasi vile inafaa, wingi wa karatasi ni karatasi, lakini kwa sababu unazungumza sheng, siwezi nikakusaidia changu nikukwambia usizungumze. Meza ni izi. Kumbuka nimekuambia ngeli uandiko kwa herufi kubwa. Swali la i. Tambua maneno yaliyomo kwenye sentensi ifuatayo. Sentensi ni: mwizi sugu sana na mwenzake walikamatwa na askari ndani ya msitu. Mwizi ni nomino au unaweka na chini yake. Sugu ni kivumishi, si mwizi tu, unaelezewa ni mwizi wa aina gani? Sugu. Kwa hivyo sugu ni kivumishi sugu sana. Sana ni kielezi. Kielezi huelezea zaidi kuhusu kivumishi au kielezi kingine na pia kitenzi. Sana ni kielezi, na pale unajua ni kiunganishi. Mwenzake ni kiwakilishi, walikamatwa unajua ni kitenzi na hapa ni kihusishi na ni kihusishi askari, ni nomino. Ndani ya ni kihusishi, na kihusishi herufi yake ya kuwakilisha ni h, h. Msitu unajua pia ni nomino. Nazua alama zako nne. Andika katika wingi. Hapa nilishangaa wakulima bora upokea mazao tele kutoka shambani. Unasema wakulima bora hupokea mazao tele kutoka mashambani. Wakulima bora hupokea mazao tele kutoka mashambani. Kanusha katika wakati ujao. Wakati ujao ni nini? Ta, si ndio? Eh, hapo ndio ulikuwa naangalia. Ulisoma vizuri sana kwa hivyo hutasoma hutasoma vizuri sana kuna. Wale walisoma tu kukanusha, ukaanza kukanusha badala ya kusoma wakati ujao, ndio maana ulikosa. Hutasoma wakati ujao. Karimu ni kwa choyo. Tua ni kwa twika, twika ni kwa twika. Kisha swali la mwisho pale, tambua kundi nomino na kundi tenzi katika sentensi zifuatazo. Nilikwambia ukitaka kujua kwa urahisi, kundi tenzi unaangalia mahali kitenzi kiko, si ndio? na sehemu hiyo mpaka mwisho ndio kundi tenzi; sehemu hiyo nyingine ni kundi nomino. Kufunza nilifunza wanafunzi wote wenye bidii watapita mtihani huu. Ukiangalia kitenzi kiko wapi, watapita kwa hivyo watapita mtihani huu ni kundi tenzi. Wanafunzi wote wenye bidii ni kundi nomino. Mtihani ulikuwa rahisi sana.